Mtazamaji wa Takukuru TV. Leo Juni 10 mwaka 2025, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene anazindua jengo la Takukuru uh, mkoa wa Simiyu. Pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa waziri amesisitiza wananchi kutumia jengo hili kama sehemu ya kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa pale wanapokutana navyo. Ibara ya nane ibara ndogo ya kwanza A, eh, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema wananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote, na serikali inapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Leo tunapoelekea katika mwaka wa uchaguzi, tunatarajia kupata viongozi. Viongozi hawa watakayounda mamlaka hiyo watapatikana kwa njia ya uchaguzi. kwa Moja kati ya dhima kubwa ya TAKUKURU ni kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu wa mwaka huu unaisha na unaenda kwa salama pasipokuwa na vishawishi vya rushwa, ili tuweze kupata mamlaka safi ambayo itaisimamia nchi yetu, ili tuweze kwenda salama. Wananchi wetu wana matumaini makubwa na serikali yao, kwa sababu serikali kwanza kabisa ni kuhakikisha nchi inakuwa salama, ndio jukumu la kwa, la kwanza, lakini pili ni kwa kuhakikisha kwamba jamii, wananchi wanapata ustawi na maendeleo, lakini tatu ni kuhakikisha wananchi wanaishi maisha ya furaha na amani wakati wote. Mambo haya makubwa yamefanyika katika serikali za awamu zote zilizopita, na leo tunapokuwa na awamu hii ya sita, tunafahamu tena bila ya kufundishwa wala kungojea wanaotaka kufanyia uhariri wa mafanikio yetu. Kazi kubwa katika nchi imefanyika na mafanikio ni makubwa sana. Bila shaka sote tuliyoko hapa na wanaotusikiliza wameshiriki na kujua mafanikio makubwa yaliyotokea katika nchi. Taasisi kama hii ya TAKUKURU inapojengewa uwezo katika kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa, ni katika msingi huo wa kutakisha kwamba wananchi wanapata ustawi, kwa sababu rushwa ni wadui wa ustawi, rushwa ni wadui wa haki, rushwa inapofusha kwa. Ili tuweze kuwa na jamii yenye ustawi na amani, miongoni mwa mambo ya kupambana nayo ni pamoja na hii kansa ya rushwa ambayo imekuwa tatizo kubwa katika mwaka wa fedha wa 2022 2023 20, 20, 20, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ilitengewa kiasi cha fedha shilingi bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo aidha kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 481 laki nane sitini elfu kilitengwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa jengo la Takukuru mkoa wa Simiyu. Mradi wa jengo ulikamilika tarehe 16 Oktoba mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko la wiki 13 kutoka katika makadirio ya awali ya muda wa utekelezaji wa mradi. Hii ilitokana na kuchelewa kukamilika kwa uzio na miundombinu ya mazingira ya nje. Mradi wa ujenzi wa uzio wenye urefu wa mita 336.94 pamoja na kazi za nje ulianza tarehe 25 Oktoba mwaka 2023 na ulikadiriwa kukamilika tarehe 5 Desemba mwaka 2023 kwa shilingi 144 milioni 98,940 na senti 68. Kwa maelezo na ufafanuzi huo, hadi kukamilika kwake mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya Takukuru mkoa wa Simiyu ikijumuisha gharama za nyongeza za uzio na kazi za nje umefikia jumla ya shilingi milioni 640 laki 2342 na nukta tatu saba. Napenda kuchukua fursa hii kutoa shukurani zangu za dhati kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali ya awamu ya sita kwa kuendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali kwa watu na fedha ambazo zimewezesha kujenga majengo ya ofisi za mikoa na wilaya na hivyo kuwapatia watumishi mazingira bora ya utendaji kazi. Ninampongeza Mama Samia kwa ajili ya, ya maono yake makuu kuona TAKUKURU, kuona sekta hii inastahili kupata kituo cha cha kutolea huduma, kwa sababu huduma hii ilikuwa ya shida. Tulikuwa tunatoka mahala hapa kwenda mpaka Bariadi, kwenda kuitafuta saa nyingine na hata usiipate. Maana yake unaweza ukaelekezwa nyumba usijue kwamba iko maeneo gani, lakini sasa hii karibu m, m, m, malangoni petu hivyo. Tunasema TAKUKURU hongereni sana kwa maono yenu na jitihada zenu mnazozifanya juu ya wananchi unapohudumia, hususan akina mama tunapopata shida kwa ajili ya, ya maonevu mbalimbali. Hivyo sasa hivi huduma inapatikana karibu wananchi tunashukuru, na tunasema asante juu ya serikali hii, tumepata huduma ya takukuru hapa karibu. Siku zingine tulikuwa tunahangaika na huduma kama hii, siku zingine wengine wanaogopa hata kufika sehemu ambapo anaonyeshwa, maana hata jengo tulikuwa hatulijui, lakini leo bahati nzuri tumepata fursa kubwa, huduma hii imesogea karibu. Natoa wito kwa wananchi, wananchi wakaaji wa Simiyu, ninaomba tutoe ushirikiano na ofisi zetu hizi za TAKUKURU kwa ajili kutoa taarifa za matukio mbalimbali mbali ambayo yanaleteleza rushwa ili tuweze kutokomeza rushwa. Uh, uzinduzi wa jengo hili la Takukuru mkoa wa Simiyu ni katika, uh, utekelezaji wa hatua muhimu kabisa ya kuhakikisha kwamba watumishi wa Takukuru wanafanya kazi katika mazingira wezeshi. Kumbuka, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Uh, nikiripoti kutoka Nyaumata mkoani Simiyu, mimi ni Alice Mazoko wa Takukuru TV.